wilaya yetu kwa salama. Lakini pia hali ya kisiasa, hali ya kisiasa ipo salama sana kama unavyoona mpaka viongozi wa vyama rafiki wanatuambia tunaenda high season kwa wananchi, ili mrudi. Hiyo yeah. Hiyo inaashiria kwamba hata wale upande wanaosema no reform no election, Lushoto anasema there is election. Lushoto, kwa sababu baraza hili liko ukingoni na naamini naweza, sipati nafasi tena ya kuli salimia basi, ninaomba uruhusu niseme tu kwamba ninawashukuru sana madiwani, kwa jinsi ambavyo chini ya uongozi wa mwenyekiti wenu nimekuwa na baraza lililotulia. Kuna mabaraza mengine ni makorofi, nimeshakutana nayo, lakini kwa Lushoto nimekutana na baraza lililotulia sana mabaraza. <laughs> Lakini pia ninawaombea wale wanaopiga makofi Mwenyezi Mungu awarudishe. <laughs> Waswale waswale zingu wa soda za zimu ili kujuano alikula kikanisha kesi. Sasa mimi nimeshawajua Mwenyezi Mungu awarudishe wote katika salama. Niwapongeze e, sana, ninawashukuru pia kwa jinsi ambavyo umekushikiana na serikali, umeshikiana na sisi. Tulikuwa na mwenge wa uhuru hapa juzi. Mheshimiwa madiwani mlichanga kwa hiari na mlishiriki kuhamasisha wananchi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa anakuhakikishia kwenye mkesha wa Mwenge mvua ilinyesha saa nane usiku Ilivyoanza kunyesha watu wakavua mashati. Sasa kicho shangaa ni kwamba niliona vumbi linatimka na mvua inanyesha. Maana kesho ulikuwa umefana sana, kwa sababu ya mobilization, lakini walitusaidia waheshimiwa madiwani. Nikukaribishe tena, nafahamu na kuna kazi mbele yako, nisichukue muda mwingi. Karibu sana.